Tamani niwe ndoto, hakika siamini kama ni kweli. Ningeamka kutoka ndotoni, haya yanayonikuta yasiwe kweli. Jirani umejitoa machozi, hata ukifumba macho milele, siwe kukusahau kamwe

umtu wa mwelewani nasoto kuelewani aje na kuchukia. Unajua kama nakuchukia mpolakuwa eh? kufikiria wewe lakini alinambia atanipa amekupa. Unajua wakati wa shida, ndio kuna tatizo jingine huwa linatokea. Sasa najiona kabisa katika huu mtendo uliokuwa nao hapa eh, sijieleni, sijieleni. Msa, yani uwezi kuelewa na hutuelewa kwa sababu hiyo mchezo wako no unaocheza hiyo ambao haina maana, ndio sababu sasa hivyo napata taabu. Tulia sio na kusubiri ah, mba. Ay, mba, ni iwe ndoto. Hakika siamini kama ni kweli. Ningeamka kutoka ndotoni, haya yanayonikuta yasiwe kweli. Jirani, umejitoa machozi. Hata ukifumba macho milele, siwe kukusahau kamwe. mm -mm. mm -mm. Wanasema jirani ni ndugu, ila kuna wengine amekosa utu Mjinga, una shida gani? Nakuuliza, una shida gani? Mkeo alikuja nyumbani akaniambia mambo yako hivo, unadiika na nini? Kwana napaa kumpa ule binti kala moyo, yani wakutu, anapigia simu, ananilia dada, na shida hii, na shida hii, na shida hii. Nakupa na hela unaenda kuonga maraa zako, sindiochonge Anaelikashakupa manino ovyo. Hapana, hajanipa maneno ya ovyo kwa sababu wewe unakuja kulia mimi kwangu shida. Alivyokuona unaingia hapa ndani kwa hiyo katoka hapo kaenda kuambia maneno <coughs> mabovu. Unamwamini? Sio kwamba amenijaza maneno, yule binti anachokiongea ni kweli na wala hawezi kunidanganya. Yaani wewe hapo unakuja unanilia shida, nasema mdogo wangu ana shida nimsaidie, ela unachukua unaenda kuongea na wanawake zako huko, umjeni mke wako ufanye nini? Hiyo tabia sio nzuri. Sh nda kusikiliza, nikuambie wewe, mimi mambo yako ninao kibao. Sema tu mimi mwanamke nimeumbwa, nina kifua. Nikikufungulia we faili lako, yaani mambo yako ninao kibao. Kwa nini unapenda kumtesa yule binti wa jamani, dadangu, mpaka tunakuja kugombana hapa ndugu na msikiliza ule uke wangu yule tabu ni chizi eh? Atoke huko alikotoka mpaka ji nyumbani kwangu ajanieleze matatizo yako unanyanyasa ule mtoto wa watu. Yaani vitu vya asili vya ndani unatoka kweli unaweza kueleza kwa kwa kwa kwa shauri kweli? Usiri gani anachokiongea si kweli? Sio kweli. Ni kweli anachokiongea. Yule binti anachokiongea ni kweli kwa sababu yule binti anakustiri sana wewe. Yaani umshukuru Mungu. Hicho ni ninachokuambia wewe, ninakusihi kwa sababu wewe ni damu yangu, wewe ni mdogo wangu. Wewe kama wewe unanifanya ni mwanaume kweli? Kwa nini usifungue miradi basi ukaonekana wewe ni kidume, ukawa na miradi hapa ni wewe mdogo wangu kweli? Ni kidume. Eh? Ana miradi ya papa. Yaani miradi yako yote ni wanawake. Umalaya. Kwa nini ubadiliki? Tangu nikifungua miradi si miradi, si miradi ya kufanya biashara kwa yule mwanamke sitakuja kuniua nikikuwa huko kitandani hapa. Yule mwanamke ana shida gani? Yule mwanamke ana shida, yule binti wa mtu anakuvumilia vitu vingi sana yaani, ushukuru Mungu. Sizani kama utakuja kupata mwanamke kama yule tena. Nakwambia sijapenda tabia yako tena, narudia. Acha hiyo tabia yako ya umalaya, umalaya. Sipende hiyo tabia yako Aya, unangaika huko unachukua hela kwangu, una nini, unaenda kuwapa mara za kwa nini? Mwisho siku unaoga, hakuna chochote ambacho unachokipata. Mwisho siku unarudi kwa tabu. Una shida gani? Wakati mimi nikitoka kwenye kazi zangu za ujenzi na kurudi nyumbani na kalisha makaka yangu nyumbani hapa. Mimi nimekuambia tu kama ndugu yangu, nimekuambia na nakusii tena. Wanawake ndo sisi sisi, shida ni nini mdogo wangu? Namuamini vipi yule mwanamke ni mwongo? Wifi yangu ni kichaa. Atoke huko alikotoka mpaka aje nyumbani kwangu, aje anaelezea matatizo au litaka kumwambia nani? Kwanza kwanza, ngoja nkutake nazi kabla sijaanza kuongea hilo swali. Naomba nkuombe nazi, hivi kweli kama mwanamke eh? Najua nyinyi na wanawake mna matatizo, kama mwanamke alishawahi kuzungumza na na nyoka akaelewana, akala ndio, na katikati ataweza kuongozea Bakali, nimeingia sasa kwenye kundi la wanawake, tuna eh? Hivi unajua sisi wanawake sasa hivi tuna mambo mengi, tuna vitu vingi tunafanya kwa ajili ya kuwasaidieni wanaume, eh? Kwa nini unashindwa kumheshimu ule mke wako? Yule mke wako anakusaidia vitu vingapi? Kuwa basi na adabu, mheshimu. Wewe mara huku, mara huku, mara huku. Jamani, ndio hicho kilichokuleta? Yaani hauna shukrani kabisa. Yaani mimi tu ninakusii ndugu yangu. Mimi nakushangaa unamkingia kifua mwanamke, sio. Mimi si mkingia bali ndugu yangu. Sasa nasemaje? Kwa taarifa yako, unamwacha huyo? Una jeuri hiyo? Wewe una jeuri ya kumwacha mkeo? Una jeuri hiyo na ukimwacha huto toka upate mwanamke watakuchuna hela zako, na hutopata kama kwenye shughuli tulikuwa wengi na mimi ndio nilimtongoza kama mm -hmm. Ulinisaidia kutongoza so, sasa yaani mwachi kama ni mwanaume kweli, mwache kabla hujaondoka mlango lako. Hatuone jaribu na kuambia jaribu kwani tunachogombana kitu gani? na mtu mimi sitaki kumtafuta tabu. Ngoja, unataka nimwite? Ah, tumweke kikao hapa kitimoto? Tumweke kikao cha nini? Yule binti sio cheese jamani. Yule binti sio kichaa mpaka amekuja kunielezea matatizo. Mbona unakuwa hivyo? Badilika. Na kwa kisha yule binti ubongo wake wa nyuma hapa katikati hapa <coughs> ufanye <coughs> kazi ngoja. Tabu ana mpango wa kumwacha. Sababu naona kabisa anagombanisha familia moja kama utapata mke

Nitakupigia bwana wako, utanielewa. Eh, unanisikia au unanitazama? Unaweza au naongea? <laughs> Kamuuze bwana wako, mimi ni nani kwake? Unakaa unapendeza hapo sh Kwani kuna ajabu? Tu kaa kifua wazi, kama kuna joto lazima kae kifua wazi apo, npia na upepo. Sasa kazungumza talijibu apa, kwani lazima paka dada kwa kaa kasikiao, kwani kigeni kipi? Si nyumba yetu hii. Chumba chochote naweza nikaingia na nikazungumza nao. Kwa ukijua, mtetezi wa hii nyumba nilikuwa naongea husu maswala ya kutengeneza

Au unafikiri mimi kama kuna unavyonifikiria jamaa aficha tu

Ni nini jamani? Unaweza kuniambia labda nakunyima nini? Unaweza kuniambia labda unakosa nini? Mbona unajitahidi? Nakupa chakula, nakupa chakula tena. Unakula na unakula tena. Mbona najitahidi? Kwani unachagua kwa kunizabilisha o kwa... ayayoti ninaafanya nachojitahidi, kila siku mtoto watu, sina mapumziko, kilaitoyolewo unanitumia tena unavyotaka, unaninyumbua nyumbua, nyumbua unavyotaka wewe. Hivi ndio unavyonilipa au vipi?

mazoea kunionea sana. Nimefanya makosa makoawanayo si ndio? Au mimi sikuwa mwanamke wa ndoto zako? Au mi nimekuwa daraja kwenye maisha yako, bwana tu wana upite tu, wende unapotaka kwenda, si ndio? Kama mwenyeona sio sahihi, una nafasi mimi nikarudi nyumbani. Unaniumiza. Mbuzi ni penye hivyo. Kwani walikuwa unataka nini labda? Mbona mimi najitahidi. Nafanya kila kitu unachotaka. Mimi nadhani uko nje sito au kuna mwanamke kutembea na uko nje. Au nadhani mimi ni mjinga na mpumbavu kiasi hicho. Ah.

Anatoka chumbani um, kwa mwanamume mzake akiwa na shati. Hii ndio system na story ya black hili. Eh? Wewe mtoto wa kike mambo yenyewe ndio achana nayo. Wao wasema ni imeisha. Hmm? Hao wanaume wenyewe wanataka kuwa kama sisi, wangapi tuna faidi? Afsa hivi nakwambia hapa, unaweza kusema eti kama mimi mwanamke sio naingilia mambo gani, sio ni nani sikuelewi. Mambo yanaweza madaka kabisa.

Yaani hey, mwanamume zako aanunue eh? Wewe ule kula tu si ndio? Iongeze hey. <coughs> eh. kunitesa. Ukashindwa kujua kabisa kwamba mimi nilikuwa na upande upendo wangu kwako. Ulishindwa kuelewa kabisa hilo. Badala yako ukaamua kunizawadia tu maumivu na mateso, yani ukanifanya vile ambavyo unaona. Mimi naumia sana, Rachel, sio nakaa kimya. Najua unavyojisikia, najua jinsi gani unavyoongea mongo, lakini ni bahati mbaya. Imetokea tu bahati mbaya, sio makusudio. Mimi naamini Mungu ni mwema, atatupatia mtoto mwingine. Basi tusiongee sana, tusipike mbali yangu? Nakuomba tungesenyangu, usimwambie ndugu yangu chochote kile kamekuwa ni Mungu siku hizi, si ndio kwamba anajipangia kila kitu? Haya, kama huyu mtoto ndio alikopo mfuko wa mwisho au yai la mwisho afu, nasema tu tutapata mwingine? We kama nani, nachukulia rahisi tu, Recho nachukulia rahisi yani? Wewe vipi wewe sasa, mbona mtu ajabu sana we umbe ah? Mtu mzima zifu yangu nisamee. Mimi, mi, mi naamini Mungu ni mwema, naamini Mungu ni mwema, fosi kunitupa, ni samee baba yangu, na kuomba na kuomba chonde chonde, haitojirudia tena, na kuahidi, nipo hapa ndani kwako, nitakuwa mke mwema Sitorudia chochote tena. Kibaya ambacho nimekifanya. Naahidi na kuahidi niamini na, haidi, ni na Mm -hmm. na kuficha madhaifu yako. Kwa maana niendelee kufuga huu ujinga, yani nikae kimya. Na mimi ndugu yako lazima nimwambie. Yaani ile ukao kijua lazima nimwambie hapa na subiri tupokuje nitamwambia kila kitu. Yaani mimi usiniambie chochote kile cha ambacho unaweza kusema nikakaa nika kimya siwezi.

Wanasema jirani ni ndugu, ila kuna wengine amekosa utu. Jenga ndugu na ukaribu, nikizani wewe ni mtu sikuzani, hata kuwa una utu. Si wa uji siwa maji, umenitupa jamjirani, umejitoa machozi. Hata ukifuma macho milele, siwezi kukusahau kamwe, mm, mm. Wanasema jirani ni ndugu, ila kuna wengine wamekosa utu, mm.